Kwa jina naitwa Sophia Ramadhani Msikiti, ni mkazi wa Donge hapa Tanga. Mimi nina madai ya mirathi. Nilifua na mume wangu miaka mitano, sasa imeshapita tukafungua mirathi na mume wangu alipofariki, tulikuwa tuko wake wawili, mimi nikiwa mke mdogo na mwingine mke mkubwa. <laughs> baada ya kufariki mume wangu kafunguliwa mirathi. Kwa hiyo mume wangu alituacha wake wawili na watoto sita, aliacha nyumba mbili, magari, pikipiki na pesa zake taslimu ambazo zilikuwa benki. Kwa hiyo baada ya mirathi kufunguliwa, shemejangu ambaye alikuwa anasimamia mirathi wakanetea karatasi ya ile ugawanyo wa mirathi, kwatikali megawanywa mirathi mimi siku siku ipendelea, nikabidi nifungue kesi mahakamani. Nifungua kesi mahakamani, tukaitwa. Baada ya kuitwa, wakaambiwa kwamba wale wale watu wa ardhi wa kurasimisha. Kwa hiyo mpaka sasa ni kama ni miezi sita, lakini katika ugawanyo wa mali shemeji zangu anahitaji kwamba mimi nyumba ya mimi ambayo mimi sikuzaa na, na yule mume nyumba yangu mimi kwamba iuzwe, ambapo naambapo tupokutana na yule mume mimi sikukumta kichochote Tumeishi ndani ya miaka ishirini. Kwa hiyo kama ni uchumi wa vitu tulifanya vitu tukiwa pamoja. Alimjengea mke yule mkubwa akanigena na mimi kwangu. Kwa hiyo wa vitu vyote vile vya marehemu walivichukua kampeni mke mdo, mkubwa mimi kwa sikio chochote. Cho cho. Na hapa hapo shemeji yangu anahitaji hati yangu ya nyumba ambayo nilikuwa ninaishi mimi na mume wangu kwamba ile nyumba iuzwe. Eh? Na ikiuzwa anasema kwamba mimi niishi pale pale ndani lakini atakanunua ni mdogo wake wa marehemu. Ila mimi nilikataa, wakanipeleka nikajieleza, mimi nikamwambia, mimi mahakama ya Bakwata mimi siwezi kuamuliwa kesi yangu hapa. Kikubwa naomba mahakama ya serikali kesi. Sia. iko mahakama gani kwa sasa? ya Mwang'ombe? Mwang'ombe? Ndio. Haya, naomba mwanasheria, tupe mwanasheria mahiri ili amsimamie dada Sofia Ramadhani Msikiti kesi yake. Haya, mwanasheria yupi? Nataka nimwone hapa. Esta, mwanasheria yuko wapi? Mwanasheria namtaka aje hapa. Esta, kuna mwanasheria? Mbona unajivuta? Mwana vuta sana Sasa Sophia. Ndiyo. Dokta Samia Suluhu Hassan. Ndiyo. kipenzi chetu. Ndiyo. mama yetu. Ndiyo. mwenye kujali wanyonge. Ndiyo. amekutafutia mwanasheria. Asante. ambaye atasimamia kesi yako. Nashukuru. na mimi nitakuwa napata taarifa kila wiki toka kwa mwanasheria. Asante. Na taarifa hiyo nitakuwa nampelekea rais na mimi kila wiki. Asante. Mheshimiwa rais anataka upate haki yako. Amina, amina. Usizulumiwe. Asante. Kilicho haki ukipate. Asante. Usinyanyasike kwa sababu wewe ati ni mjane. Asante. Kwa hiyo mshukuru sana Mheshimiwa rais. Amina, namshukuru sana rais wetu. Gharama zote za mwanasheria analipia Mheshimiwa rais. Asante, Mungu ambariki. Haya mwanasheria. Na ukabidhi dada Sofia, unatoka hapa mnakwenda kwenye banda pale, unaanza kazi sasa hivi. Dokta Samia oye